Mambo ya kufanya kila siku kama unataka kufanikiwa. Kila mtu anayetaka kufanikisha malengo yake kwenye maisha lazima elewe kuwa mafanikio hayaji bila juhudi na uvumilivu. Kila siku ni fursa ya kujifunza, kufanya kazi na kujenga tabia ambazo zitakupeleka mbali zaidi kimaendeleo. Kama unataka kufanikiwa kwenye maisha, Lazima uwe na mambo ya kufanya kila siku ambayo yatakujenga, yatakuongoza na kukuimarisha kwenye hatua mbalimbali. Mafanikio sio tukio linalotokea ghafla tu, ni matokeo ya tabia ndogo ndogo unazozijenga kila siku. Sasa tuangalie mambo ya kufanya kila siku kama unataka kufanikiwa. Jambo la kwanza. Anza siku yako kwa kuipangilia. Amka mapema, kunywa maji ya kutosha mara tu unapoamka. Unapoamka mapema na kunywa maji ya kutosha inakusaidia kufanya mwili wako uwe na nguvu na kuongeza uwezo wa kufikiri utakaokusaidia kufanya maamuzi mbalimbali ukiwa na nguvu na fikra imara. Jambo la pili, jifunze kitu kipya. Watu waliofanikiwa huwa hawapitishi siku bila kujiongezea maarifa kwa kujifunza. Soma vitabu, angalia video za kukuelimisha, sikiliza podcast na kusoma makala za kuelimisha. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, tafadhali subscribe sasa kwenye chaneli hii ili uweze kupata maarifa haya, kwa sababu kila video ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee na namba, namba tatu. Tengeneza mtandao wa watu yaani networking mtandao wa watu ni mfumo mzuri utakao kuunganisha na watu mbalimbali hasa mambo ya biashara. mtandao wa watu utakusaidia kupata machimbo mazuri ya bidhaa, lakini pia njia, mbinu na mikakati mizuri ya kusimamia na kuendesha biashara yako. Jambo la nne, linda afya yako. Afya ni mtaji. Kila siku hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Narudia tena, ukiamka tu asubuhi, hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Halafu fanya mazoezi, lala kwa wakati, angalau masaa sita hadi nane, kula vyakula vyenye virutubisho kama vile matunda, mboga mboga, proteni na kadhalika. Jambo la tano, ishi kwa malengo ili ufanikiwe kwenye kitu chochote kile unahitaji kujua njia zitakazokusaidia uweze kufika hapo unapopataka, iwe ni kwenye biashara, ujasiriamali, uchumi, mafanikio, uwekezaji na kifedha. Mafanikio yanajengwa na tabia nzuri unazozifanya kila siku. Unapoweka malengo, unapofanya kazi kwa mpangilio na kujifunza mara kwa mara, unajiweka kwenye njia sahihi ya kukua na kufikia ndoto zako. Hatua ndogo unazochukua leo, ukizifanya kwa mwendelezo, zitakujengea kesho iliyo bora. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.